Naomba wote mliosikutua dada dadafutee tena, si unasikia kama ukakasi? Sikiliza sana kushauri <laughs> hiyo dawa unavyosikia ule ukakasi, bado inaingia kwenye fizi fizi, ukitema hivyo, ukitena hivo, kwa sababu unaiongoa kwenye meno. Yani, napaswa tano kutoka sasa, hesabu kabisa Uteme maji ama uchukue maji, usikuje uteme hapo, unaiondoa dawa inakuwa haina maana. Sawa sawa, brada, kana nayo hiyo dawa, iendelee kupikicha fizi za meno na kuendelea kusafisha. Leta mfuko mwingine, twende harakaraka, leta mwingine. Haya, naomba nigawe vitabu sasa. Mungu awabariki sana, mwingi yako na mtoka hapo, ukisikia mtoto mdogo huyo. Huyu ndio kongwe. Na <laughs> huyu. <laughs> Hayo. Dada, wewe ulifikia hapo. Sokoti. Hawa ndio so kongwe master. Haya, weke ndani milango. <laughs> Dada, malizia haya. Baba, naomba fungue pembe basi tufunge kuta. Haya naomba niwagaie vitabu hivyo watu wote mliopata dawa vitabu vya ngapi wewe bwana mdogo vitabu vya ngapi haya naomba wagaie watu kumi vitabu hivyo lete nigawe mwenyewe. Haya naomba kila aliyepata dawa ambaye ana dawa hicho kitabu elfu sabini. Yaani ambaye hana dawa mkononi. Hiki kitabu elfu ngapi? Sabini ila mwenye dawa nitamgaia hiki kitabu kama bure. Tunaelewana ndugu zangu? Wangapi wananielewa nyosha dawa yako juu?